Jumapili ya leo tumekutana tena hapa kuzungumza kila kitu ambacho kinaendelea katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara NBC. Wenye nyumba KMC FC wao wanacheza na wapangaji zao Young Africans. Mchezo utakuwaje? Nani ambaye ataondoka na alama tatu? Nani ambaye ataweka heshima kati ya mwenye nyumba na mpangaji wake? Cha umuhimu ni kubaki na sisi D&A TV kujua kila kitu ambacho kinatokea katika dimba hili la KMC Complex hapa, mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara NBC. Huu mchezo Young Africans anahitaji ushindi kwa hali na mali, huku pia KMC anahitaji ushindi. Je, itakuwaje? Kunako msimamo KMC ana alama nzuri sana anashika nafasi ya mwisho, huku Young Africans akiwa yeye anafanya vizuri kunako msimamo huo, itakuwaje? Dakika 90 za nguvu na jasho ndizo ambazo tunazisubiria hapa katika dimba la KMC Complex. Je, yeah, Yanga Africans ataendeleza ubabe wake chini ya kocha mpya Pedro ama Masio Maximo atataka kufufuka kwa Yanga Africans? Tusubiri tuone. Cha muhimu ni kubaki na sisi kama bado jaa mwanafamilia wetu wa D&A TV. Subscribe alafu bonyeza Alama ya kengele iliwe mtu wa kwanza kupata taarifa zote ambazo zinajitokeza. Hii ya leo ni ya wikendi wikendi.